natumaeta wataalamu kutoka sehemu mbalimbali nje pia na uwekezaji ambao mkubwa, hata TIC pia kumepata, kuna nani wanaita uwekezaji uliokuwa mkubwa zaidi a, kwa hiyo mikili pia. Hapo ndio sehemu ambayo ni radiology kwa ajili ya kwa mionzi. Wale wanaoleta wagonjwa watakiwa waingie ndani, kwa hiyo mgonjwa atakapokea kuingiza ndani kwa, kuna mionzi ndani, aha

Toka hapo kunanawa maa waii, kitengo chote tunaita radiology, mashine yake inakuja, ndiyo maana tumemaliza pale ili tukabomoa kuta, unaingiza ndani iko kwenye nani kondia, inakuja mpaka mwezi wa pili. Itakuwa mshenge. Sasa hapa mimi na tumbo moja nakuta hapana, nitaendeza hapo ah. Alafu huko tunaita city scan, pia tunaita

hapa kupimane. bandari Bandari hii hapa, ni zile mashine tayari, kuna mafungia mm, kule ili hawa wasije wakazichafua au vumbi zikaingia. Hii tunaita DEXA mashine kwa ajili ya kuangazia mifupa aiko ah, okay. mm, sawa au iko sawa yeah. Akina mama unafikiria umri fulani, alafu hedhi zina stop, yeah, okay. muda ule, yeah. Lazima aje apimwe hapa ili tujue kwamba anahitaji vitamini gani, wanaita menopause. Kwa hiyo hii sekta yote, sio sekta ya hospitali. Utakuja hapa utaji checking, utajisikia kama vile uko hotelini usikie harufu ya dawa humoni, nesi hakuna, sindano hakuna chochote, lakini vipimo vyote vinafanywa na utakuja bila kula, kwa sababu tutakwambia kama kesho, Mufti anatakiwa uje saa mbili au saa tatu Kwa hiyo mwisho saa nne unaweza kunywa maji. Kwa hiyo ukija hapa pia na breakfast pia tutakupa. Kwa hiyo unamaliza vipimo vyote hivi, natokea huku ndio ia kama mufti amekuja hachanganyiki na watu, nakutana pale daktari wake, uko pale namwona. na ili nikiklia kwayo hii kikamilika hapa, utajisikia wenye hoteli kama Kilimanjaro, alafu nashuka hapa inakwisha unakuwa umejishajiangusha unakuwa kwa daktari yeah. Unaona ubabe wote unakwisha, na muda ule ndio unamkumbuka Allah. Kwa hiyo katika fadhila fadhila hizo. Kwa hiyo mtu anapokuwa yuko laini, ni vizuri sana. Hata sio wewe mwenyewe, mama yako anaumwa, mke wako, mzee wako, mtoto wako, utakuta moyo unakuwa laini sana. Alafu kuna usemi mmoja kizungu wanasema kwamba the most sincere prayers in in in the in the halls of the the of hospital, not in the worshiping place. Yeah. Manake ni manake dua <laughs> nyingi yeah, ambazo ni zimetoka zile asli kabisa ja, za ikhlasi ja, zinasikiana kwenye kuta za hospitali kuliko ja, ja, ja, msikitini ja, shehe unatoka msikitini ukija ja. ka muu ukiulizwa imam alisoma sura gani? kumbuke kwa sababu akili yetu inakwa mbali ja. Lakini ukiwa hapa, unaumwa au mpenzi wako mtoto wako mama yako, yuko pale anaumwa, dua ile inatoka hapa. Umenielewa? Sasa ile dua, ingawa hakujatajwa sisi, ametajwa Allah, lakini Allah akatutumia sisi kuja kufanyia, kuhudumia wewe. Umenielewa? Kwa hiyo hiyo ndio jambo muhimu sana. Kwa hiyo tukiweka hapa kitengo hicho, mm. na kila Alhamisi tunasoma kama Yasini mia kwa ajili ya wagonjwa wote hapa na tunawaarifu juu. Pale tunatengeneza kwa ajili ya wanawake kwenda kuonyesha msikiti pale, na nitaubawa siku moja uje utufungulie, tufungulie taarifa zote za damu, mifupa, moyo, maini, figo, kila kitu <laughs> <laughs> <laughs>

umma po mm -hmm. kwa kupitia ofisi yako wakwata ili kusimamia swala la afya, popote pa mkatibu, watakuwepo wemeni, kibidi pia utakuwepo. Lakini katika mambo yote ya serikali, pia tunaweza kutoa utaalamu zaidi sera zetu kwa guidance yako wewe. Hatueni kwenye mkutano bila kukuambia tu kuzungumza na kupata nani yako, ili baadaye tuweze kufanikiwa, kwa sababu serikali imekuhusisha sehemu zote waka kwa sababu wewe ndio unasimamia kua. Kwa hiyo sio hili mlango lolote le ambalo naliona kwamba tutengeneze vizuri sasa hivi, na alivyofanya mengi imeanza, lakini tunahitaji na sisi kushika mkono, ujitolee sisi katika utaalamu, katika nyanja mbalimbali kuja kuimarisha, lakini mwisho wa siku guidance hiyo yako kwa wewe pamoja na baraza lako nini ndio watamini na hizi ndio idara za wafanyaji kazi. Kwa hiyo uko tayari kwenye jambo hilo, ili tuweze kuuka pamoja na kuweza kutoa ushirikiano katika serikali na pia kuweza kuboresha maisha, kwa sababu mambo mengi yanatugusa Waislamu. Basi nakupongeza sana, tayari kuunga mkono kwa hali na maji na kila kitu, ili kuweze kutekeleza hizi nyanja zote zile, ili Mufti, uongozi wako na tuma zake, unaweza kututuma tukaenda kuzitekeleza

Ilo kusa sisi tukaingia katika sekta hii, kwa sababu tuweze kutekeleza zile hamu zako, kwamba tunapokosea ukatushika mkono kwamba hapa ikitai, kwa sababu alhamdulillah, leo serikali yetu ina mapenzi na watu wote.